Swala la kukoga mwezi wa ramadhani linaruhusiwa. Mtu kukoga mwezi wa ramadhani, anaweza kukoga akiwa amefunga. Lakini nukta ya msingi inayokuja ni wewe na mkeo, kwamba wewe na mkeo mkoge bafuni mwezi wa ramadhani, mnaweza. Kwa sababu adhabu yenu mkiteleza hapo ni miezi miwili kufunga, mnatakiwa mfunge miezi miwili. Unakoga na mkeo mchana mwezi wa ramadhani, asugue mgongoni, unaweza kuvumilia? Unaweza kuja kuharibu saumu yako wakati mkeo ni wa kwako na kitanda ni cha kwako na nyumba ni ya kwako na hakuna atakaye kuuliza. Kwa nini usisubiria usiku tu? Mtakoga usiku kabla ya kula daku. Kuna tatizo gani? Na mchana koga peke yako. Kwa hivyo chukua tahadhari. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendewa siku moja na bwana mmoja akamuuliza Mtume, "Naweza kubusu, yani kumbusu mke wangu nikiwa nimefunga?" Mtume akamwambia, "Ndio." Unaweza kumbusu mke wako umefunga. Yule mzee akakaa zake chini. Muda akaja kijana naye akauliza, "Mtume unaweza kumbusu mke wangu nilikuwa nimefunga la?" Hapana. Sasa <laughs> msahaba akamwambia Mtume, "Mbona huyu wa kwanza umemwambia anaweza? Alafu huyu mbona umkatalia sasa huyu mzee?" <laughs> Huyu mzee mpaka hisia zije masaba tatu ishaisha. <laughs> Yaani mzee yuko mbali na matamanio. Sawa sawa. Huyu kijana damu imechemka, anza kabusu akapitiliza. Kwa hiyo huyu tunamkataza moja kwa moja, a, hapana. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuchukua tahadhari ni jambo bora zaidi kuliko kujiaminisha, afu ukaja ukaharibikiwa.